Mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya DCEA kanda ya kaskazini imemkamata mtuhumiwa wa kuuza madawa ya kulevya Saidi Chirapaa mwenye umri wa miaka hamsini na sita akiwa anasafirisha kilo sitini na tatu aina ya mirungi katika eneo la Pongwe mkoani Tanga. Akizungumza na waandishi wa habari mkoani Tanga kuhusu zoezi hilo, afisa kutoka mamlaka hiyo kanda ya kaskazini, Samwel Molel, kwa niaba ya Kamishna Jenerali, Aretas Lyimo, amesema mtuhumiwa huyo amekamatwa Aprili tano mwaka huu katika msako maalum wa kudhibiti dawa za kulevya. Tumiwa aliyokamatwa na vielelezo ambaye ni kilo 63.4 za dawa za kulevya aina ya mirungi. Anafahamika kwa jina la Saidi Bakari Saidi Chirapaa mwenye umri wa miaka 56. Mamlaka mamlaka inatoa rai kwa wananchi wanaoishi katika mikoa ya kanda ya kaskazini kuto kujihusisha kwa namna yoyote na dawa za kulevya, kwani adhabu kali itachukuliwa ikiwemo kifungo cha miaka thelathini hadi maisha jela. Dawa hizo za kulevya aina ya mirungi kilo 63 zimeteketezwa katika eneo maalum la kuharibu madawa ya kulevya katika Mahakama ya Wilaya ya Tanga, huku maofisa mbalimbali mbali wa vyombo vya usalama wakishuhudia tukio hilo. Imefanya umeteketeza kiasi cha kilogramu 63.4 za dawa za kulevya aina ya mirungi katika dampo lililopo eneo la Mahakama ya Wilaya mkoa <coughs> uteketaz, wa Tanga. Uteketezaji wa kielelezo hiki inawahusisha ina wadau wote muhimu kwa mujibu wa takwa la kisheria. Mamlaka hiyo imetoa onyo kwa wananchi ambao wataendelea na biashara za dawa za kulevya, kwani hatua kali dhidi yao zitaendelea kuchukuliwa, ambapo adhabu yake si chini ya kifungo cha miaka thelathini au maisha jela. Kutoka Tanga, Rajabu Athumani, Mwananchi Digital.